fanya kikao cha kukutana na maafisa wa usafirishaji ambao zaidi wanatumia vyombo vya bajaji, lakini chombo kingine ambacho ni maarufu katika jiji la Dar es Salaam ni hizi pikipiki, kwa maana ya pikipiki za miguu miwili. Watu hao wote ni wadau muhimu sana katika sekta ya usafirishaji, lakini pia ni wadau muhimu katika sekta ya maswala ya kiusalama eh? Tumeongea nao kwa kina jinsi ambavyo shughuli zao zinaweza zikaboreshwa kwa kufanya kazi kwa kuzingatia misingi ya kisheria, lakini tumewataka wawe na mwonekano wa kazi kubwa na nzuri ambayo wanaifanya ya usafirishaji wa wananchi katika jiji letu la Dar es Salaam. Tumewakumbusha kujiepusha na vitendo viovu, tumewakumbusha pia kutojiingiza katika taharuki za mambo mbalimbali mbali, ili wawe na fursa nzuri ya kufanya shughuli zao za usafirishaji ambazo kimsingi wale watakaozingatia misingi ya kisheria na ubora wa kazi hii wana uwezo mkubwa wa kufanya mambo mazuri na baadaye kusonga mbele kutoka kwenye kazi hii kwenda kwenye kazi ya juu zaidi ya usafirishaji. Tumewataka wawe na maono na malengo na kazi hizi, siku hazigandi, jana sio leo na leo sio kesho. Lakini mtu mwenye mipango kazi, tunaamini, na mwenye uaminifu ana uwezekano mkubwa wa kupiga hatua kutoka kwenye kazi hii. Kazi hii imefanya ajira kubwa kwa vijana, lakini hata watu wa kati. Tumeona vijana ambapo wanakuwa na shughuli zao kama hizi, idadi ya makosa yanapungua, eh, wanapunguza makosa wanajikuta wanaweza wakapata chakula wakapata riski na wakaendesha familia zao. Kwa upande wa Jeshi la Polisi nimeongea na maofisa kutambua kwamba hawa ni watu ambao wako kwenye kazi maalum, kazi rasmi. Wakati wa utekelezaji wetu wa majukumu ya kisheria, pia tutambue kwamba tunakutana na watu ambao wako kwenye kazi. Mambo ya kuwaelekeza tuwaelekeze, lakini yale ya kuchukua hatua za kisheria tuchukue lakini yapo mambo mengi ambayo yamehitaji waelekezwe wafundishwe ili waweze kuwa katika misingi ambayo ni matakwa ya kisheria. Baada ya kusema hayo, tunaamini makundi haya yatabadilika na yatatimiza majukumu yao kwa kufuata misingi ya kisheria. Asante. Kwa jina naitwa Filimoni Laiser, mimi ni mmojawapo wa maafisa ya usafirishaji mojawapo wa maafisa usafirishaji katika eneo hili la Mbagala. Leo hii tumetembelewa na kamanda mkuu wa polisi mkoa wa Dar es Salaam. Tunashukuru sana kwa ushirikiano huu ambao wametuonyesha sisi kwamba wapo pamoja na sisi na wamekubali kutusikiliza kero zetu na watazifanyia kazi. Kwa hiyo tunategemea kukufanya kazi zetu kwa amani na utulivu na kutoa ushirikiano mkubwa kwa Jeshi la Polisi, hasa katika upande wa usalama na uhalifu wowote utakaotokea tutashirikiana nao ili kuifanya Mbagala yetu iwe salama. Asante.